Uh, kila gazeti utakuta budget budget, lakini pia sio magazeti tu, hata ukisikia radio uh, na TV nyingine pia zitakuwa zimeamka na budget, kwa sababu ni kitu cha msingi uh, na cha muhimu ambacho kimegonga hisia za watu wengi sana, uh, huku wengi wakiwa na mitazamo tofauti juu ya budget hiyo uh, lakini pia kama ilivyokuwa desturi ya vyombo vingi vya habari lakini hasa hasa Mlimani TV Uh, kupata wachambuzi wa masuala ya uchumi kwa ajili kuangalia bajeti uh, kuona kwa namna gani imemgusa mwananchi wa kawaida. Basi huo ndio msingi wetu siku hii ya leo, na mgeni wangu hapa ni Rashid Chirumba. Yeye uh, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, kwa hiyo tutakuwa naye hapa kwa ajili ya kuzungumzia bajeti. Karibu sana Mheshimiwa. Shukrani, na nataka nirekebishe kwanza yeah. Sio mtaalamu wa masuala ya uchumi yeah. ni mfuatiliaji, mfuatiliaji. wa, wa, wa, wa, wa, wa shughuli za serikali mm. pamoja na na uchumi. Kwa hiyo mm. naweza wakati mwingine nikazungumza mambo ambayo mm. e, si ya kichumi hivyo mm. lakini naamini watu watanielewa. Lakini nakuombea pia najua baadaye lazima utakuwa kwenye masala ya uchambuzi wa masuala ya uchumi. Mm. Uh, basi uh, kwa nukta hiyo basi moja kwa moja tu nikukaribishe katika meza mazungumzo. Uh, mimi naitwa Silvano Kaela ambaye siku zote nimekuwa ni nikiwa na wewe hapa uh, kukuletea uh, mazungumzo na wageni tofauti tofauti. Hii ni bajeti ya kwanza uh, kwa serikali ya awamu ya tano ambayo ni shilingi trilioni ishirini na tisa tatu. Nini mtazamo wako a? Kwanza katika e, utizamaji mara nyingi wa bajeti, tunaangalia vitu vikubwa na vya msingi mm -hmm, na na hivyo ni tunaangalia makadirio ya bajeti yenyewe ikiwa yanaakisi yana uhalisia wa serikali inavyotaka kupanga mipango yake kwa mwaka ujao wa fedha, kwa maana makadirio ndio <coughs> yanatuambia serikali inataka kukusanya kiasi gani, itatumia nini na fedha zipi zitakwenda katika matumizi ya kawaida na zipi zitakwenda kwenye matumizi ya maendeleo. Hilo ni la kwanza, lakini la pili, mbinu za kukusanya kile kilichokadiriwa kwamba serikali inasema mara hii tunakadiria tunahitaji kupata shilingi trilioni 29.4, lakini watueleze sasa katika, katika kisomo kile cha bajeti kama alivyofanya jana Dr. Mpango ni namna gani watazipata hizo trilioni 29. <coughs> Lakini tatu ni namna ya kudhibiti matumizi, kwa sababu unaweza ukawa umekusanya kiwango hicho kikubwa cha fedha, lakini matumizi yake yakawa ni holela. Kwa hiyo lazima katika uchambuzi wa bajeti tutizame serikali inasema nini kuhusu namna gani inavyoweza kutekeleza ama kutumia fedha inazokusanya. Nne na muhimu zaidi ni namna gani bajeti ya mwaka ujao wa fedha inaweza kuleta unafuu katika maisha ya mtu wa kawaida, kwa sababu serikali jukumu lake la kwanza na hasa bajeti e, inalenga kushughulika na matatizo makubwa yanayokabili nchi na wananchi katika taifa hilo. Sasa ikiwa haya masuala manne yanaonyesha na, ya mwelekeo basi ni dhahir kwamba bajeti hiyo tunaweza tukasema kwa, kwa, kwa, kwa kiasi fulani ni nzuri ama inaweza ikawa na manufaa katika kipindi cha mwaka mmoja. Sasa bajeti ya mwaka 2016 2017, ukitizama makadirio <coughs> yanaonyesha kupanda kwa figa namba zimekwenda juu kutoka shilingi trilioni 22 mwaka uliopita hadi shilingi trilioni 29.4 9 i a kuna karibu ya ongezeko eh, la trilioni saba hivi mm. Na hizi ni fedha nyingi kweli kweli, hmm, na, so, na na na na hiyo hiyo 672 bilioni kutoka enzi za Mwinyi mpaka sasa tuna 29 ndio. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tumepanda kwa kiwango kikubwa, ili ni ongezeko kubwa sana katika fedha, katika bajeti ya ya serikali. Lakini katika makusanyo serikali imetoa mipango madhubuti kabisa inayoonyesha ni namna gani watakusanya fedha hizi kwa kuhakikisha wanaondoa wana, wana vitu vilivyokuwa vinasababisha upotevu wa mapato. Lakini vile vile katika eneo la, la la la matumizi wametueleza mipango mizuri kabisa walionayo katika kuhakikisha matumizi ya fedha zinazokusanywa zinazingatiwa. Nafikiri ulimsikia jana ndugu waziri akizungumzia <coughs> juu ya kubana matumizi katika eh, shughuli zisizokuwa za lazima, masuala kama posho, mikutano, kufuta safari zisizokuwa na lazima, lakini vile vile kuondosha kwa kiwango kikubwa sana misamaha ya kodi ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikiligharimu linapoteza mabilioni ya pesa. Watu wanajifanya wanakwenda ku, eh, kuchukua matani ma, ma, ma, ya bidhaa kutoka nje na kuziingiza kwa kutumia mgongo wa, wa misamaha ya kodi, lakini haifiki kwa walengwa. Kwa hiyo kwa hiyo ukitizama structure hiyo ya ya, ya namna gani, eh, matumizi yatafanyika, unaweza kidogo ukapata moyo kwamba kwa kiasi serikali imeonyesha mipango mikubwa mikubwa ya kudhibiti matumizi ya fedha za serikali. Na mwisho ni katika hili eneo la kuleta ahueni kwa kwa wananchi kwa sasa. Hili limegawanyika, kuna pande hamsini kwa hamsini wako katika bajeti hii, ambao watanufaika kwa kiasi fulani kwa kupata unafuu mm. Lakini kwa kiasi fulani bado kuna mazingira ya mtanzania wa kawaida kuongezewa mbinyo katika ulipaji wa kodi na na na pengine itakuwa na taathira kadhaa katika mifuko ya walipa kodi wa Tanzania mm. Uh, vyanzo vya mapato tulivyokuwa navyo vinakidhi kwa, kwa bahati mbaya e, ama kwa bahati nzuri ni kwamba vyanzo vya mapato e, havijabadilika sana mm -hmm. lakini vi, bajeti ya sasa imeleta usawa katika namna watu wanavyopaswa kulipa kodi. Kwa mfano, mm -hmm. e, waziri anasema anataka kuanzia mwaka ujao wa fedha mashirika ya umma yaliyoanzishwa kibiashara yale mataasisi na maviwanda makubwa makubwa ambayo yalianzishwa kwa lengo la kutengeneza faida, nayo yachangie katika mfuko wa serikali kwa kutoa dividend. Kwa maana yatengeneze faida, katika faida ile serikali nayo ipate pato, na vile vile mashirika yale yalipe kodi badala ya kutegemea ruzuku. Tumekuwa na mchezo tangu baada ya sera ya binafsishaji, mashirika yanayoshindwa kujiendesha tunatoa fedha tena, hazina zilizokamuliwa kwa wakulima wa korosho, pamba na katani, tunayapa tuna tena mashirika haya kulipana mishahara na kuendesha shughuli zao za kila siku. Sasa waziri amesema mara wanataka mashirika yale yaliyoundwa kwa ajili ya kujiendesha kifaida yafanye kazi, yalete faida, kwanza yalipe kodi serikalini, lakini pili, faida inayopatikana inarudi serikalini kwa sababu ile shirika ni la umma. Kwa hiyo kwa hiyo unaweza uu uu kuona ni mkakati mzuri wa kwanza, lakini pili, ziko taasisi ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikifanya kazi za faida lakini sehemu kubwa ya mapato inabaki katika taasisi hiyo, wanaita retention, kwamba mnakusanya sehemu fulani ya pesa amepeleka serikalini, lakini ile iliyobaki, eh, mnaendelea kufanya shughuli zenu wenyewe, na hizi taasisi zimekuwa zikitumia kwa kiasi kikubwa mapato yanayopata mm. kwa shughuli ambazo kimsingi hazina tija kwa taifa. Ndio hawa ukisikia taasisi mm. zinalipana sana posho mm. kubwa kubwa, zinafanya semina kila mara mm. Yeah. Ujue ni hizi ambazo zimebakiwa na fedha nyingi za retention hazina kazi, wakati wizara na idara za serikali hazina mm. hazina fedha. Lakini tatu, ziko mamlaka za usimamizi na udhibiti kama Sumatra, TCRA na Eura, hizi nazo huwa zinapata fedha nyingi sana katika mapato yake ya makusanyo kutokana na tozo na ada nyinginezo sasa kwa muda mrefu zilikuwa hazipeleki fedha. Sasa waziri wa fedha mara hii amesema anataka mamlaka za usimamizi na udhibiti, usimamizi na udhibiti, zipeleke walau asilimia kumi na tano ya mapato yake jumla kwa mwaka katika mfuko wa hazina wa serikali. hilo hilo hilo ni eneo lingine. Lakini eneo la nne, inaweza kuona namna gani tume- tumepunguza wigo e, wa watu ku, kupata misamaha ya kodi. Yale yale mashirika yote ama wa, yale makundi yaliyoainishwa kwa, kwa mujibu wa wa sheria kwamba yatapewa msamaha wa kodi, sasa wamepewa masharti mapya ambayo yatawabana zaidi na watalazimika kulipa kodi ama kama hawatolipa watalipa kwa zile bidhaa ambazo kwa dhati kabisa zinahitaji kupata msamaha wa kodi. Sasa hivi wanataka kufanya nini? Wanasema bidhaa zije watalipa kodi iliyoelekezwa kwa mujibu wa sheria alafu baada ya hapo sasa serikali ikijiridhisha kwamba bidhaa na mali ghafi zilizo zote zimetumika katika katika maeneo ambayo sheria inataka misamaha ya kodi itolewe, basi watarudishiwa. Kuna watu hapo walikuwa wanaingiza wanapata fedha nyingi kabisa kwa ajili ya kuleta magari, wanaleta magari yanasamehewa kodi bandarini, alafu wanakwenda kuyauza kwa bei nyepesi tu. Kuna watu hapo walikuwa wanajenga mashule yao kwa kutumia bati zilizoingizwa kwa, kwa visingizio kwamba wanakwenda kujenga makanisa na misikiti, lakini wanajenga mahekalu na mahoteli na, na kadhalika lakini eh, tano, unaweza kuona sasa tunataka kuleta nidhamu na uwajibikaji wa taifa kwa pamoja. Majeshi ya ulinzi, kuna watu walikuwa kwa sababu wanawajomba zao ni wanajeshi na wako kambini, basi wao televisheni na vitu vingine wanakwenda kuvipata kwa bei rahisi tu, ama kulikuwa na watu katika, eh, majeshi yetu ambao sio waaminifu wanazinunua bidhaa zile katika maduka ndani ya kambi zile mm. kwa bei nafuu mm. alafu wanakuja nayo mtaani mm. wanaziuza kwa bei ghali. Sasa serikali imesema sasa hivi hapana, tunataka yeah. bidhaa zote zilipiwe kodi mm. na zile ambazo zinakwenda katika majeshi haya zitakwenda zikiwa zimelipiwa kodi kikamilifu. na sasa wanafanya nini? wanawapa fedha ya posho wanajeshi kwa ajili ya kununua bidhaa zile, e, e, katika maduka ya kawaida na hata kama ya, ya, maduka yale yako ndani lakini katika bei mm. ambazo hata uraiani zipo. Kwa hiyo bajeti hii inataka kuleta usawa kwa wote, kama tunalipa kodi kama wajibu wa msingi wa raia wanavyosema tulipe kodi wote mm. Hakuna habari mm. za, za, za, za, za bla bla mm. Kama la, la, la, ulivyosema uh, lakini bajeti hii tumeona imeandaa mbinu nyingi sana za kuhakikisha kuna ufuatiliaji mkubwa wa masuala ya kodi. Uh, nchi za wenzetu Ulaya, kodi imekuwa mm. msingi wa kuleta maendeleo katika nchi zao sisi kutokana na utamaduni ambao tumejiwekea unafikiri tunaweza tukafanikiwa? Bila shaka Mheshimiwa Rais, nafikiri tangu ameingia mwaka jana ameonyesha eh, hiyo nidhamu ya kutaka matumizi yaheshimiwe na ukusanyaji udhibitiwe. mm. -hmm. Na, na kama umeona kwa mara ya kwanza tunafika sasa hivi kwa mwezi karibu wastani wa karibu trilioni 1.2 wakati mwingine ina fluctuate na kwenda nne. mm -hmm. Eh, wakati mmoja ilifika hadi tano. mm -hmm. Sasa tukiwa tunakwenda kwa trend hii ya kukusanya shilingi trilioni 1.2, mm. na haya mabadiliko mapya katika sheria za kodi ambayo yamependekezwa na naamini ya yanapitishwa yanaweza yakaongeza kidogo, na, na pia kuna jambo moja sijalisema hapa kuhusu bajeti ya mwaka huu. Kwa mara ya kwanza, nadhani tangu miaka ya mwanzo mwanzo ya uhuru, serikali ya Tanzania ita, itafadhili matumizi ya kawaida kutokana na vyanzo vya ndani kwa mara ya kwanza. Mwaka uliopita matumizi ya ndani yalikuwa trilioni kumi na tano lakini nchi nzima makusanyo yetu ya ndani yalikuwa trilioni kumi na tatu na na, na nukta kadhaa, lakini mara hii makusanyo ya ndani ni trilioni 18 nane wakati matumizi ya kawaida ni trilioni 17. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Tanzania mwaka ujao tutafadhili shughuli zetu za matumizi ya kawaida yani kulipa mishahara mm -hmm. E, pensheni na, na, na matumizi mengine ya kawaida ya serikali kutokana na vyanzo vyetu vya ndani. Huu ni msingi mzuri sana kwa kwa sababu huwezi ukapanga matumizi ya kawaida ya kawaida kulipa watu mshahara kwa kutegemea fedha za msaada ama mikopo. Sasa serikali iliyopita ama bajeti ya mwaka jana kwa karibu trilioni eh, mbili ilikuwa inategemea yani, matumizi toka ibadi kulipa mishahara wafanyakazi wake serikalini, e, pensheni na matumizi mengine ya serikali ya kuendesha wizara, idara na taasisi, ilikuwa inategemea tena ipate fedha za mkopo ama msaada kujiendesha. Sasa hili nafikiri e, e, Rais Magufuli na serikali hii imeonyesha njia, lakini lingine muhimu zaidi ni kwamba kwa mara ya kwanza vile vile karibu asilimia arobaini ya bajeti ya mwaka huu inapelekwa katika miradi ya maendeleo, na kwa hakika ni mikubwa. Kwa maoni yangu kwamba ikiwa miradi hii itatekelezwa itachagiza kwa kiwango kikubwa ukuaji wa uchumi kwa sababu wanazungumza masuala ya viwanda, kuboresha elimu, kwa sababu sasa hivi elimu imepata fedha nyingi e, kuboresha hali ya uchukuzi na mawasiliano, na, na, na, na kujenga viwanda ama kuchagiza ujenzi wa viwanda. Kwa mimi nadhani, kwa maoni yangu, kama kwa kweli itatekelezwa kwa kiwango kikubwa, itakuwa na ugumu kwa kufunga mkwiji kwa, kwa, kwa raia wa kawaida sababu lazima tuchangie <tis> lakini italeta unafuu kwa kiasi fulani katika kipindi kifupi kijacho. Eh, viwanda navyo vimeguswa sana katika bajeti hii uh. Una, unafikiri uh, kwa kiasi gani naweza kachangia kumgusa mwananchi wa kawaida naye anufaike? Viwanda havijengwi kwa siku moja hizi hmm, haya mambo ya kuambiana